Hakika kiama kinakuja, ndugu zangu. Hapo tujiulizeni swali, ikiwa kiama kinakuja, yafaa mtu afanye nini? Yafaa mtu afanye nini? Kama kiama kinakuja, afanye ibada, si ndio? Afanye mazuri, si ndio? Lakini angalia, Allah hakusema kiama kinakuja, fanyeni ibada. Asema inna saata atiatun iasaaa atiya fasfahi safha ljamil, hakika kiama kinakuja Samehe msamaha mzuri. Huku kusamehe ni katika tabia njema, masi tabia njema. Kwa nini Allah ametuhimiza baada kutuambia kiama kinakuja tusameheane? Kwa sababu kitu pekee kitakachokuwa kitafanya mizani yako iwe nzito siku ya kiama ni takwallah wa husnul khuluq, ni mtu kumcha Mola wake na tabia nzuri. Ndo hapa akasema fasfahi safha aljamil, tusamee msamaha ambao kwamba ni mzuri, na hapa lazima ujue kitu na ukumbuke kitu. Kusamehe ni jambo zuri, kusamehe ni jambo zuri sana, lakini huja lazimisho ukisamehe lazima usahau ulichofanyiwa. Unaweza samehe lakini huwezi sahau yote uliofanyiwa, huwezi. Na dini hii haikuambii usahau kwa sababu unatakikana ujifunze, ujifunze na kila mmoja. Juzi kuna msemo nilisoma mahali unasema, katika dunia hii, do not blame anyone, usimlaumu yoyote. Wanasema bad person gives you lesson, worst person gives you experience, good person gives you happiness Mtu mbaya atakupatia funzo na mtu mwovu atakupatia experience na mtu mzuri atakupatia furaha na mtu bora zaidi atakupatia memory, kwa sababu siku zote akizuri akiozi ndio lazima <laughs> utakikumbuka.